Ukweli mchungu: kwanini watu wazuri hutenda uovu mkubwa? Hebu waza kidogo. Leo ukipewa amri na mtu mwenye mamlaka, labda askari, daktari au kiongozi wako, umpige mtu mwingine umeme hadi kufa, je, ungekubali? Jibu lako la haraka ni hapana. Unajiona wewe ni mtu mwema. Lakini mwaka 1961 Mwanasaikolojia Stanley Milgram alifanya jaribio lililothibitisha kitu cha kutisha, kwamba utu wetu unaweza kupotea na kubaki mashine ya kutekeleza maagizo. Leo tunachambua saikolojia ya giza, mnyama aliyejificha ndani ya mtu mwema. Sehemu ya kwanza: historia na muktadha. Jaribio la Milgram lilifanyika miezi michache baada ya kesi ya Adolf Eichmann Kiongozi wa Nazi aliyesimamia mauaji ya Wayahudi. Dunia iliuliza, inawezekanaje watu wa kawaida kushiriki mauaji ya mamilioni? Jibu lao lilikuwa rahisi, nilikuwa natekeleza maagizo tu. Milgram alitaka kupima kauli hii. Aliita watu wa kawaida, wafanyakazi, walimu, wakulima na kuwapa jukumu la mwalimu. Kazi yao kumsomea maswali mwanafunzi aliye chumba cha pili. Kila kosa ikuna shoti ya umeme kutoka volti 15 hadi volti 450. Sehemu ya pili: simulizi ya jaribio. Awali washiriki walicheka wakidhani ni mchezo, lakini kadiri volti zilivyopanda mwanafunzi alianza kulia kwa uchungu. Volti 150: nitoeni hapa, moyo wangu unauma. Washiriki walitetemeka, walitaka kuacha. Lakini msimamizi wa jaribio aliyevaa koti jeupe alisema maneno manne tu: tafadhali endelea, jaribio linahitaji uendelee, ni lazima uendelee, huna hiari nyingine, endelea. Hakuna bunduki, hakuna vitisho, ni sauti ya mamlaka tu. Na matokeo: asilimia 65 walibonyeza swichi hadi mwisho, volti 450. Waliposikia kelele zikinyamaza, bado waliendelea kwa sababu tu mamlaka iliwaambia. Sehemu ya tatu: matokeo na maana. Milgram hakupima kumbukumbu, alipima utiifu, na aligundua watu wengi wako tayari kutenda uovu mkubwa dhidi ya dhamiri zao, mradi tu waweze kusema sio kosa langu, niliagizwa. Hii ni saikolojia ya giza. Ukatili hauhitaji mtu awe shetani, unahitaji tu mtu wa kawaida anayeamini ka